na taa zake zimeangaza. Basi ndugu yangu Muislamu, umejiandaa vipi kwa kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani? Je, umejiandaa kwa kutubia toba ya kweli kabisa ukarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa madhambi uliyonayo? Na je umejiandaa kwa azma thabiti kabisa na nia iliyokuwa imara kwa kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani?

huwezi kufanya taa yoyote ndugu yangu Muislamu. Je, umejiandaa kwa tabia njema, mwenendo mzuri na maadili mema kwa ajili ya kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani? Ndugu zangu Waislamu, tujiandaeni kwa kuuthamini muda wa Ramadhani na kuutumia vyema muda huu na kuzitumia saa zake katika ibada bora kabisa, isipite muda isipokuwa umeutumia katika taa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwani Ramadhani ni tofauti na miezi mingine. Ndugu yangu Muislamu, tahadhari sana kabisa, Ramadhani isije ikakuta bado uko katika hali ya kughafilika na kupotea, kwani hiyo ndiyo hali mbaya ya wale waliopotea, wasio na akili, wasio na dini

Kisha ule mwezi ukamalizika, moja mpaka ishirini na tisa au moja mpaka thelathini ukamalizika, kabla an yughfara lahu, ukamalizika hali ya kuwa kabla yeye bado hajasamehewa ma, ma, makosa aliyokuwa nayo, huyo amekula khasara. Kwa sababu mwezi mtukufu wa Ramadhani umekuja utoe msamaha, watu wasamehewe, lakini yeye maskini ameishi ndani ya Ramadhani na hakusamehewa. Mtume anatuambia huyo amekula hasara. Ndugu yangu Muislamu, fa idha lam yughfaru laka fi ramadan, ikiwa katika mwezi mtukufu wa Ramadan wewe hukusamehewa. Fa mata yughfaru laka, muda gani utasamehewa? Wa idha lam turham, wa idha lam turham fi ramadan, na ikiwa wewe hukurehemewa

Tujiandaeni vizuri kabisa kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, ili na sisi tufaidike na haya masiku. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh.